Katika kijiji cha Mlimani palikuwepo na msitu wa kale uliotawaliwa na miti mikubwa kwenye mizizi inayochimba ardhini kwa karne nyingi. Katika katikati ya msitu huo ulisimama mti mmoja mkubwa sana ulioitwa na wenyeji mti wa Mzimu. Wazee wa kijiji walikuwa wakisema, usiukaribie, usivune majani yake, usikate hata tawi lake, laana yake inaishi milele. Lakini kizazi kipya kilikuwa ikipuuza hadisi hizo, waliziona kama vitisho vya zamani na visivyo na maana. Katika kijiji hicho aliishi binti mmoja mrembo sana, aliita Salma. Salma alikuwa mzuri kupita kawaida, ngozi yake iling'aa kama mchanga wa dhahabu wa mtoni, macho yake alikuwa mekundu kidogo kama rubi. Watu wa vijiji vya mbali walifika kumuona na kumshangaa, kila mwanaume alimtamani awe wake, lakini moyo wa Salma ulimpenda mmoja tu Saidi, kijana wa kawaida lakini mwenye moyo wa dhati. Siku moja, wakati salma akiandaa mapambo ya harusi yake, alihitaji maua ya pekee, maua ambayo yangepamba vichwa vya wasanikaji wake. Marafiki zake walimsimulia kuhusu maua wa mazuri yanayokuwa karibu na mchwa mzima. Salma kuku, kwa kiburi na kutokujali akasema, hadithi sababu zenu haziwezi kuzuia furaha yangu. Bila kusubiri akavuka msitu akiwa peke yake, akafika pale mti mkubwa uliposimama. Majani yake yalikuwa ya kijani kibichi sana, maua yake yakitoa harufu tamu isiyoweza kufananishwa na kitu chochote kile. Salma akasogea, akakata matawi na maua mengi, huku akifurahi. Kilichofuatia kilianza taratibu, kama kivuli kicho nyemelea usiku. Siku ya arusi ilipofika, jiji zima kilifurika na pambo ilipendeza sana, vicheko vilisikika kila kona. Salma alivalishwa shela lakipe akawa kama malaika aliyetumwa kutoka mbinguni. Lakini wakati akichukuliwa kumpeleka kwa Saidi, upepo wa ghafla ulivuma, majani yalilindima, anga ilibadilika na kuwa kijivu. Ghafla Salma alisikia sauti nzito ikitokea ardhini. Aliyevunja agano atalipa kwa mwili wake. Salma ajaribu kupiga hatua mbele, lakini mwili wake ulianza kuivia, vidole vyake vikaanza kuwa manyoya, uso wake ukasogea kama unaheyuka. Kwa, kwa, kwa sekunde chache mbele ya macho ya kila mtu Salma aligiuka kuwa ndege mdogo wa bluu, akaanza kuruka ovyo angani ukwakilia zo, Saidi, Saidi, samahani. Ndege huyo aliruka hadi kwenye mti wa mzima akatua kwenye tawi lililokatwa kisha akatoweka, akatoweka milele. Saidi aliporomoka chini kwa uchungu mwingi, hakuna aliyethubutu kumsogelea. Wanakijiji walihisi hofu kuu ikitanda. Wazee wa kijiji walikubaliana kwamba kila msichana anataka kuolewa lazima atoe sadaka chini ya mti ule, ama sivyo laana ya Salma ingewarudia wote. Kwa miaka mingi baadaye kila usiku wa mwezi mwandamu, watu walidai kuona ndege mdogo wa bluu akiruka juu ya mti huo, akiimba kwa sauti ya uzuni, "Sikujua, samahani." Wanasema Salma bado anatafuta msamaha ambao hautawahi kupatikana. Na huu ni mwisho wa simulizi yetu. Mwisho wa simulizi hii ni mwanzo wa simulizi nyingine. Kama ni mara yako ya kwanza kujiunga nasi, basi usisahau kusubscribe kubofya alama ya kengele ili uwe wa kwanza pindi tunapoweka video mpya. Karibu kwenye Kapu la Simulizi.